Kinondoni Paulo Makonda amewataka Watanzania kujihadhari na kauli za kisiasa na vitendo vya uchochezi na ushawishi vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani nchini. Wito huo umekuja kufuatia kuwepo kwa vitendo mbalimbali mbali vya ukiukwaji wa kanuni na sheria za uchaguzi unaofanywa na baadhi ya vyama vya siasa, ikiwemo matumizi mabaya ya lugha na rushwa, na hususan katika kipindi hiki cha kampeni, hali inayodaiwa ku tishia uvunjifu wa amani. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Wilson Kibogo. akiongoza maandamano ya amani yenye lengo la kutangaza na kudumisha amani ya taifa la Tanzania ambayo ni tunu ya nchi, Makonda anasema ni muhimu kila mwananchi kuwa tayari kulinda amani hiyo kwa gharama yoyote. Amani ni kubwa kuliko ahadi ya mgombea yoyote yule. Hakuna maendeleo unayoweza kuyafanya hakuna elimu bure unaweza kuitoa, hakuna mikopo unaweza kuitoa kwa bodaboda, hakuna ajira unaweza kutengeneza. Hakuna chochote kinachoahidiwa na mgombea wa chama chochote kinachoweza kukamilika kama amani ya taifa hilo haipo. Naamini kila kitu msingi wake ni amani, na hii ndio msukumo ambao umetupelekea sisi wilayani tuona umuhimu wa kuwakumbusha Watanzania na wanakinondoni ya kwamba katika kampeni zinazoendelea tujihadhari sana na viashiria vya kuvunja amani. Shata Ali Hadi Musa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati amani, ya amani inayoshirikisha madhehebu ya Kikristo na Kiislamu mkoa wa Dar es Salaam, akazungumzia umuhimu wa kuilinda amani na Mwenyezi Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa amani, asiyependa amani ni adui wa Mungu, ni adui wa malaika, ni adui wa manabii wote wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ni amani katika jumla ya majina yake yeye anaitwa amani assalamu, na ndiyo maana jina hili tunapeana. Waislamu wana maamkizi hayo assalamu alaikum, kwa maana amani ya Bwana iwe nanyi, na Wakristo wana maamkizi hayo amani ya Bwana iwe nanyi. Nao baadhi wa vyama vya siasa wakitoa maoni yao wakasema, ni muhimu kila chama kizingatie amani. Kwa hiyo tunafurahi sana kuona kwamba utaratibu wa kudumisha amani unakuwepo, na hasa katika siku ya tarehe ishirini na tano ambayo ni siku muhimu sana kwa Watanzania kudumisha amani ili tupate viongozi wetu kwa haki, tupate viongozi wetu kwa amani. Sisi tunasema kwamba katika uchaguzi huu tunaombea amani. Mtu ukishindwa ukubali kushindwa, Pasiwepo na ugomvi, kwa sababu mpaka katokea ugomvi hakuna pa kukimbilia. Kwa hiyo tukaona kwamba ni jambo njema tuje tusimame na nyinyi wenzetu, ili tuungane. Hiyo kitu kimoja, lazima amani tuilinde. Zimebaki siku kumi na tatu sasa kwa Tanzania kwenda kutimiza haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa ajili ya kumchagua raisi, wabunge na madiwani. Wilson Kibugu, Star TV, Dar es Salaam.